Serikali ya awamu ya Dkt. Samia Suluhu Hassan imekusudia kwamba tutakuwa na hospitali ya nyota tano yenye uwezo wa kimataifa wa kutibu na kuhudumia zaidi ya wanaarusha elfu moja kwa siku na watalii wote ambao watahitaji huduma za matibabu wawe wanaletwa kwa gari au wanaletwa kwa usafiri wa dharura kama helikopta, wataweza kuhudumiwa na kufika katika hospitali hii. Kwa hiyo tumefarijika sana kuona kazi hii kubwa ya Dr. Samia katika kipindi cha miaka minne ambayo inaendelea kufanywa katika mkoa wa Arusha lakini mradi huu tumeutembelea ni kielelezo tu cha kazi kubwa sana ambayo rais wetu na serikali ya Chama cha Mapinduzi imeifanya katika kipindi cha miaka minne kwenye sekta ya afya. Hayo ni mapinduzi makubwa sana. Lakini serikali hii ya Rais Samia imehakikisha kila halmashauri ndani ya nchi hii inapata ambulance mpya na baadhi ya halmashauri zimepata ambulensi zaidi ya moja. Kwa kipekee kabisa hospitali hii itatoa huduma za kibingwa za kitalii. kwa hiyo kwa maana ya kwamba tumelenga kabisa kwamba zaidi na kuwajali wananchi, pia watalii watakapopata changamoto ya wa kimatibabu na kukua katika mkoa wetu wa Arusha wanaweza wakapata huduma hiyo. Kwa hiyo watakuwa na muda wapenda sehemu za nje na sehemu za mbali, kwa hiyo tukaongeza mapato zaidi na kuendelea kukuza uchumi zaidi.

na jengo hili lina uwezo wa kushusha helipad kwa maana ambulance ya ndege inaweza kushuka itakapokamilika, na hiyo ndio inatofautisha na majengo mengine, maana helicopter itaweza kutua, ndio itashuka hapo. Kwa hiyo mgonjwa hata akitoka mbugani anaweza akaletwa hapa na akapokelewa vizuri. Kwa hiyo ni jengo ambalo tunategemea pia, kwa siku moja linaweza kutoa huduma kwa wagonjwa zaidi ya elfu moja na mia tano kwa siku moja, kwa hiyo ni ambao ni mkubwa. Tunamshukuru mama yetu Dr. Samia kwa kutuletea fedha za kuendelea na huu mradi, na kama nilivyosema awali, hiyo tarehe kumi na saba mwaka elfu mbili ishirini na moja alipofika alitoa ahadi pia ya kuendelea kusupoti huu mradi, na kweli fedha tumeipokea na tunaendelea na. Kwa awamu hii ya kwanza fedha zake ziko hapa, kwa ni kumaliza tu, na mwezi wa nne ujao utangaza tena awamu ya pili